Kumuhukumu, kwa sababu mechi yenyewe ile imeangaliwa na watu tufanye nusu ya Tanzania, na kulingana na ukubwa wa ile mechi kwamba lazima muhukumu, kwa sababu ili siku nyingine awe mtulivu golini kupiga penati kwa utulivu mkubwa, kwa hiyo ni kosa la jinai. Hakuwatendea vizuri wananchi. Mambo vipi, mtazamaji wa Global TV Online? Kama unavyoona hali ya hewa mvua zinaendelea kidogo kidogo, lakini Global TV Online imefanikiwa kufika eneo la Tandale, ni mahakama ya wananchi, ambapo leo tumeamua kuingia mtaani kuongea na wananchi kuhusiana na mchezo wa robo finali hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya TP Mazembe. Kuna matukio mbalimbali ambayo yalitokea, lakini kubwa ambalo wananchi wengi walipata attention kuhusiana na penalty ambayo alikosa nahodha John Rafael Bocco. Lakini wananchi walikuwa na maneno mengi, wa mitandao ya kijamii imeongelea mambo mengi kuhusiana na penalty hiyo. Tukasema hapana, Global TV Online tuingie tu mtaani na tuongee na wananchi, wanalipi la kuongelea kuhusiana na penati hiyo ambayo alikosa nahodha wa timu ya Simba John Raphael Bocco. Ukiwa na mimi sports lady wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe, nyuma ya kamera Asha Kabuga, tunaingia mtaani kuongea na wananchi kuhusiana na ambacho tumekujuza kuhusiana na penati ambayo alikosa nahodha wa Simba, namzungumzia John Raphael Bocco, uwe na mimi mwanzo mpaka mwisho. Watazamaji wa Global TV Online kama nilivyokujuza hapo awali, kwamba tunaingia mtaani kuongea na wananchi wapenda soka, wapenda mpira wa miguu kuhusiana na mada ambayo ipo mezani. Hii ni mahakama ya wananchi, mada ambayo ipo mezani leo kuhusiana na penalti ambayo amekosa nahodha wa timu ya Simba John Bocco katika mchezo wa hatua ya robo fainali ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya TP Mazembe. Wananchi wataongea nini, maoni yao kuhusiana na kile ambacho wamekifanya nahodha huyu. John Boko, habari. Ah, safi za saizi. Salama, unaitwa nani? Bano, mimi naitwa Adam Asma. Nini maoni yako wewe kama mshabiki wa mpira kuhusiana na kile ambacho amekifanya na Oza John Boko? Eh, maoni yangu kulingana na ule mchezo, kwanza mchezo wenyewe ulikuwa una pressure kali, na kwa kuzingatia ile mechi ilikuwa muhimu, na lile ile penalti alishindwa utulivu wa kufanya ile kile chuko anakitaka kwa sababu maamuzi yake yalikuwa kwamba apige nyavu ya juu ili kipa aweze kumuza, kwa sababu ule kipa alijaa golini, maanake ni mnene. Kwa hiyo yeye sasa alijua nikipiga pembeni inawezekana akaudaa, kwa hiyo nikupigie juu kwa ngalo kipa nani mrefu afu ni mnene. Kwa hiyo sasa malema hesabu ma, ma, yake yalikataa, alipopiga ule mpira ukahama moja kwa moja. Sasa kulingana na ugumu wa ule mechi, asilimia thelathini watu kila mtu anakuwa na maoni yake. Mwingine aya, hakufanya -ha vizuri, mwingine amefanya vizuri, lakini mimi nijua tu ile mechi ndio ilimchanganya, ndio meli penati alikosa, hakuweka utulivu. Mtazamaji, kama ulivyomsikia kaka hapo, amesema kwamba mechi ilikuwa na tension kubwa, ndo kilichomfanya nahodha John Bocco kukosa ile penalti, lakini nitaongea na watu wengine ambao wako eneo hili hapa, wao wana maoni gani au wanahukumu nini kuhusiana na kile ambacho alikifanya John Bocco? Bocco, mimi naitwa Said Abdalla Saleh Kindamba, natokea hapa Tandale Mwalitani. maoni ya kuhusu penalti alipiga John Bocco, na naoza kusema kweli, ile penalti kwanza alipopiga, kwanza alikuwa na hofu

Unaona, sasa katika mtoto alipoangalia macho kwenye macho, watu wengi afu na mechi kubwa tafu kama ile, hata kama ungekuwa, ungekuwa ungeweza kukabutua tu nje kitete fulani, lakini yule hatuwezi kumhukumu kwa lolote kutokana na mechi kama zile. Hata Ulaya, hata Messi, Cristiano Ronaldo huwa wanakosa mechi kama zile, kwa hiyo mtu kama yule huwezi kumhukumu. Hii inatokea tu katika mechi tafu kama zile, mtoto anapokosea, kwanza si unamuonya, lakini mtoto baadaye anajua kosa lake ni nini unamwonya tu kwa kumsema tuana, ukipigia kitendo kama cha kwa ajili, mechi bado inaendelea. John Bocco wasimtoe wasimtoe katika, wasimtoe katika njia kwa ajili bado tunarudiana tena Jumamosi, ile ni mechi, ni kwamba sisi Watanzania wote tunashuhudia ile mechi kwamba inatuokoa sisi wote kwamba sisi, kwa wale wanatangaza bendera ya Tanzania tofauti na ambao utaposema sasa, tupochukulia mechi ya u, u, Yanga na Usimba ni tofauti, ni wanawakilisha nini nchi? Ina maana kwamba pale inatokea kwamba hadi sasa hivi John Bocco atakao kama atakwenda kule awe mtulivu aondoe hofu, naona bwana acheze mpira vizuri. Hii ni hali ya kawaida, aichangamke tu, asichukulie kama vitu vingine akasema kwamba kwa nini nimekosa, natoa hofu zaidi ni mahakama ya wananchi leo. Tumeingia katika mitaa mbalimbali kuongea na wananchi kutoa hukumu zao kuhusiana na mada ambayo ipo mezani leo, mchezo wa Simba dhidi ya TP Mazembe, Ligi ya Mabingwa Barani Afrika, hatua ya robo fainali. Mchezo ule ulimalizika kwa sare ya bila kufungana, lakini kikubwa ambacho kilikuwa kinaendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na penalty aliyokosa nahodha wa Simba, namzungumzia John Rafael Bocco. Na hapa nimekutana na kaka yeye, atatoa komenti zake ana nini kuhusiana na penati ya Boko. Mambo, tumeingia tume leo mtaani kuongea na wananchi. Wewe we, nakupa kijiti cha uhakimu. mm -hmm. kuhusiana na penati ya Boko ungehukumu nini? Da, huwezi kuhukumu yale, si matokeo ya mpira bwana tunapokea kama matokeo na moja ya matokeo watu wawezi kuhukumu. Nikizungumzia kwa upande wa ushabiki, kuna mashabiki wa Yanga ambao walikuwa wanaishangilia TP Mazembe, na ilivyotokea Bocco kakosa penalti, kuna maneno mengi yamesemwa, lakini kuna video nyingi ambazo zimetengenezwa kuhusiana na ule mpira ambao umeruka. Sasa hivi wanasema wengine unaelekea TP Mazembe <laughs> wewe, kama wewe unalipi la kuongea? Ah, mimi sina la kuongea, bali nitakuwa na washauri wa... ani wabadilike, sio kila siku awe na Simba tu au Yanga tu unajua so, zama zimebadilika tuoneshe uraia wetu au tuoneshe kitu gani ambacho sisi tunafanya tutakiwa tusupport nchi yetu yani au tusupport vya kwetu sio tusupport vya nje tu kila siku mara kipi mazembe sio mara mara ya hali mara nani nani tu tunasupport kama amepita yanga tumsupport yanga amepita simba tumsupport simba nikupa nafasi ya kumwambia neno lolote John Bocco utamwambia nini ah siku nyingine akipata nafasi kama ile kaka atulize akili aache mapepe yani maana ametuumiza kweli atujalala kuna watu wametunga nyimbo hapo kwa ajili ya John Bocco kosa penati, wengine mpaka leo mpira upo juu kama unavyosema wewe, wengine maivo, uh, na na ndo na kama hivyo. Kila mtu ana kauli zake, si unajua. Mambo shwari, naona ndio nakula kama kawaida. Umesikia mada hapa, tumeongea na mwenzako na nimesikia hapa kasema una nyimbo, unaweza ukatuimbia hiyo nyimbo ya Boko? na kipande kidogo, ila sijaimalizia eh. kidogodogo tu eh. kipande chenyewe tuimbie, eh, eh. <laughs> na mwitikiaji wangu yupo hapo, naye aje kuitikia. Huyo ni mwananchi ambaye amesema ana nyimbo ya Boko baada ya Boko kukosa penati, ana nyimbo hiyo hapo

Simba imeponzwa na Boko oh, oh. Wakongo nakwambia babutu baoota babu, mwenyewe kumnyavu oh, oh. Samata, Samata msuva oh. ndiyo nyavuni oh, oh. ila Boko Kayumba, nimepigiwa simu kutoka <coughs> <coughs> kutoka ebwana sista <coughs> unajua nini mm-hmm. nimepigiwa simu hapa kutoka Chanika unaambiwa ile penati alopiga Bocco mpira umetua leo Chanika. Nimeambiwa nikaufuate niurudishe taifa. Sasa hapa naungaunga nipate hela mafuta nikauchukue mpira Chanika, umetua kule. Wewe nakupa kijiti cha uhakimu yeah. Ungemhukumu nini Bocco, na katika hali kama ile, Simba inataka matokeo, alafu kakosa penati? Yaani kivumbi yule kaibeba Tanzania kaibeba kifupi, yani kama kaibeba taifa nzima ya Tanzania yani, sio penati tu nazani, unaona sehemu kama mbili tatu vikakosa. Kwa hiyo ile penati da, sijui ni mwazibu vipi, nazani hatatambwe nao, alikosa penati kama ile siwezi ngamwazibu, ila wananchi tu wanazidi kulalama. Kwa nini na ile timu muhimu, bora angepewa chama au Kagere ila Boko kayumba kei kafeli. Mtazamaji wa Global TV Online, kama ulivyowasikia wananchi wametoa maoni yao kuhusiana na penati ya John Boko. Huyo hapo katuambia penati imeokotwa Chanika, mpira umeokotwa Chanika baada ya John Boko kupiga mpira ule. Lakini Global TV online imeingia mtaani leo kuongea na wananchi kuhusiana na hiko ambacho amegifanya. Naoza wa Simba John Rafael Boko kukosa penalty. Timu ilikuwa inataka matokeo. Mambo. Poa, vipi dada? Safi, unaitwa nani? Naitwa Dimio Dimela. Ehe, una kipi cha kuhukumu? Nakupa kijiti cha uhakimu. Wewe ungemhukumu nini John Rafael Boko? John Boko. Ah, kaka zingua ukweli kabisa kwa mechi kama ile pale ya umuhimu kwa watu wa Simba wezi kupiga penalti kama ile pale sipo kuna na uhakika. Eh, nakupa kijiti cha uhakimu. Wewe hapo unamhukumu nini Bocco? Yule. Ah, yule cha kumhukumu mechi kama mbili tatu asicheze tu. Penalti kama zile tusiwe tunampa sana penalti kama zile yani. Bitum, eh. Lakini tukumbuke kwamba John hajawahi kukosa penalti. Ah, ndio, ni kweli hajawahi kukosa penalti, lakini kwa siku ile yani kazi ngumu kiukweli, jamaa. Yaani afai kabisa kupiga penalty tena kwa mechi kama ile. Tutampa labda eh, ligi ya kwetu huku klabu ligi yetu ya Tanzania, tutampa ligi kuu tutampatia kama zile pia, lakini kwa mechi kama zile za umuhimu mataifa ya bara Afrika haruhusi kupiga penalty kama zile. Simba ilikuwa inahitaji matokeo katika mechi ya juzi hatua ya robo fainali ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini John Rafael Bocco amekosa penati, na wananchi wengi wamekuwa wakilaumu pamoja na mashabiki wa Simba. Tuingie tena mtaani kuongea na watu wengine, wanalipi la kusema kwenye penati ya Bocco, Simba dhidi ya TP Mazembe, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa Taifa na matokeo ya sare ya bila kufungana. Na hapa nimekutana na kaka yeye, nampa kijiti cha uhakimu. Atamhukumu nini John? Rafael Boko. Habari. Habari, salama. Kwema. Kwema, unaitwa nani? Davis. Ndio. Nakupa kijiti cha uhakimu hiki hapa kuhusiana na penati ya Boko juzi katika mchezo wa Simba dhidi ya TP Mazembe. Wewe una lipi la kuongea? Kiushabiki, naweza nikasema ni sawa kwa sababu mimi ni Yanga, lakini kiukweli kabisa, kiuzalendo hatuwezi kusema hivyo. E, penati anakosa mtu yoyote wameshakosa penati wachezaji wengi masta wa Ulaya, maana tukizungumzia mastaa tunaongelea Ulaya hasa, hasa wa mpira wameshakosa wachezaji wengi, wakina Ronaldo, wakina Messi, wengi wamekosa penati. Kwa Boko kukosa penati ni jambo la kawaida, japo ilikuwa mechi muhimu sana kufunga penati ile, lakini kilichotokea ndio kimetokea, huwezi kuzuia. Wanakosa watu penati kwenye fainali, sio kwenye kwenye robo fainali, nusu fainali, kwenye fainali mtu anakosa penati. Kwa hiyo kukosa penati pale ilikuwa sawa tu kwake. Ile mechi ilikuwa muhimu sana kwa Simba kupata matokeo nyumbani, wachezaji wenzake wali baada ya Bocco kupata. Penalti, sio kwamba walifurahia, na kuna baadhi wengine walikopo wanaongea kwamba wao umekosa penalti, lakini kwa upande wale mashabiki nazungumzia, wa TP Mazembe na ambao walikuwa wanajifanya ni TP Mazembe, lakini ni mashabiki wa Yanga, hadi leo katika mitandao ya kijamii penalti ya Bocco imeenda huko, lakini mchezaji kukosa penalti ni jambo la kawaida. Wewe yaani, nakupa kijiti cha uhakimu hiki hapa, utamhukumu nini Bocco? Ah, sina cha kumhukumu kwa sababu kama nilivyosema awali, kukosa penalti ni kawaida Mtu yoyote anakosa penati, awe sta, awe mchezaji wa kawaida. Kukosa penati ni kawaida na ukichukulia presha ya mchezo, mchezo ulikuwa na presha nyingi. Kwa hiyo hata Boko akiwa kama captain wa Simba alafu anapewa jukumu la kupiga penati alafu kwa dakika kama zile kwa timu kubwa kama TP Mazembe, da, mimi nadhani kukosa kwake kulikuwa labda na presha na vitu vingine, lakini ni kawaida huwezi kumhukumu vibaya kwa sababu washakosa wachezaji wengi penati. Tumetembelea katika mtaa wa Tandale kuongea na wananchi kuhusiana na mahakama ya wananchi leo. Mada ambayo ilikuwa mezani kuhusiana na penati ambayo alikosa nahodha John Rafael Boko katika mchezo hatua wa hatua ya robo fainali ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya TP Mazembe, ambao mchezo ule ulimalizika kwa sare ya bila kufungana, lakini nahodha John Rafael Boko alipata nafasi ya kupiga penati na hatimaye akakosa ile penati. Kama ulivyowasikia maoni ya wananchi, wametoa hukumu zao kumhukumu Bocco kwamba kama amekosa ile penati, asicheze michezo kama mitatu ya ligi kuu, lakini kuna wengine ambao wamesema ile ni tension ya mchezo, na watu wasimtoe mchezaji katika mchezo ambao utachezwa Jumamosi wa marudiano huko Lubumbashi, Jamhuri ya ya Kidemokrasia ya Kongo. Umesikia wananchi wametoa maoni yao, lakini Global TV Online imekufikishia hiko hapo ambacho kim Zimeletwa hapo ulikuwa na mimi sipotsedi wako nambari tatu mgongoni, Esther Msofe. Nyuma ya kamera, Asha Kabuga. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, nazungumzia Facebook na Instagram. Tunatumia Global Publishers. Twitter, Global Habari. Asante na nikutakie wakati mwema. Hiyo simu ina story. Tulipokuwa nyumbani alikuwa na simu ndogo inayohifadhi picha chache. Tulipofika mjini, nikamnunulia simu janja kwa tuzo points. Ndio maana kama unavyomuona hapo. Keki tena, kuna birthday haswa, na hiyo keki ina habari yake. Mke wangu alisahau keki. Usiniambie! Ikabidi tukimbia hadi bekari. Kufika alikuwa na pesa pungufu, nikamwambia usijali, nikaongezea. Tukalipa kwa tuzo points. Karibu tukate keki. Jamani mmependeza. He, na kifurushi kanoko tuzoisdtshikituzo tusherekee. Pigia nyota moja nne tisa nyota sifuri moja alama ya reli chagua tuzo. Kwa mama ni zaidi ya kuitwa mama. Mama bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina Opapa Sklina, ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono, na tone kidogo tu povu kama lote. Nawashauri wakina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina Opapa Sklina kwa matokeo mazuri ya usafi.